Ashk, kwa majina tukufahamu nani? Mimi ni Mrs Twig Hashim Lundenga. Kwa muda gani mlikuwa kwenye ndoa? Yapata mm, e, miaka arobaini na tano, kwa sababu mtoto wetu wa kwanza ana miaka arobaini na nane sasa hivi. Kwa hiyo yeah, tuliishi kabla ya tuliishi kabla ya ndoa, lakini tulizaa lakini baada ya kuzaa ndo tukafunga ndoa. Kwa hiyo naweza nikasema na miaka kama arobaini na tano hivi. Asante. Unamzungumzia, unamzungumzia vipi Hashim alikuwa ni mume wa aina gani? Yani mume ambaye ya alikuwa na upendo wake, lakini pia alikuwa anajali familia na sio tu familia ya kusema ya, ya kwangu peke yangu, yaani tuseme familia kati ya yeye na mimi tu lakini ni familia ambayo ya, ya majumuisho upande wa wazazi wangu, upande wa kwake pia. Kwa hiyo wote wale walikuwa wote ni familia, kwa hiyo wote alikuwa anajali na alikuwa anaweza kuwahudumia mm. tunafahamu kwamba alikuwa katika upande wa wa burudani, tukizungumzia michezo pamoja hata na mambo ya urembo, huku kwenye mamis, kati ya watoto wake unaona yupi anaweza akafata nyayo zake? Mm, kuna mtoto wake huyo wa mwisho ambaye anaitwa Hamu kwa sababu alikuwa anambatana naye sana na yeye pia ame alikuwa naipenda hii kazi hii shughuli e, na alikuwa anataka sana aiweze kuiendeleza, lakini kutokana na idha tuseme, labda elimu hakuipata kwa nanii sana, kwa sababu babake naye mwishoni mwishoni ni kama vile uh, tunasema kama vile alistaafu. Kwa hiyo alistafu kipindi ambacho mtoto bado ana uhitaji wa kuitaka ile shughuli, lakini sasa akashindwa kuiendeleza, kulingana kutokana na babake kustafu mapema. Kauli ipi ya mwisho ambao nakumbuka mlizungumza na Hashim ambayo bado inakujia kichwani mwangu? Eh, kwa kweli ni muda kwa sababu ni muda, muda mrefu alikuwa amekata kauli yapata kama miezi minane e, ila alivyokuwa kabla hiyo miezi minane ambapo hii ambaye alikata kauli kabla hajakata kauli ndani ya miezi minane hiyo e, sana sana yeye alikuwa anasisitiza tu kana kwamba ikitokea, e, ikitokea kama umauti umemkuta hawezi awezi kuenda kuzikwa nyumbani, lakini pia alikuwa anasisitiza tu kana kwamba tuwaangalia watoto wetu ili waweze kuwa na maadili mema. Hmm. Hicho ndio alikuwa anasisitiza sana. Pole sana. Asante. Mungu atie nguvu. Uh, pengine una chochote cha kuzungumza na Watanzania? Mm, kwa kweli niweze tu kusema mimi nawashukuru sana wa Tanzania, lakini special sana ni hasa hii watu wa urembo E, uh, mamisi. Tuseme ni mamisi ambaye alikuwa anashughulika nao katika shughuli zake. Niseme tuko na kwamba walikuwa wamejitahidi sana katika kumsaidia katika kuugua kwa kipindi chote kirefu, kwa kweli nilikuwa nao bega kwa bega, napotokea tatizo kikontakti nao walikuwa wamenisaidia sana sana sana kwa umoja wao, michango na nini. Kwa hiyo nashukuru kwa kweli kwa kile walichokuwa wamekifanya kwa, kwa, kwa, wame kwa marehemu. Mzee ameugua kwa muda gani? Hii kuugua hmm, serious kabisa ni mwaka hii ambayo ilimlaza kabisa bila kuinuka, lakini mwaka mmoja alikuwa anaumwa, wa nyuma yake alikuwa ameumwa, lakini alikuwa anaweza kutembea kidogo, kidogo sana, lakini miaka miwili ya nyuma alikuwa anaumwa lakini anatembea eh, kwa hiyo almost ukijumlisha inakuwa miaka minne ya kuugua kwake. Mm. a ah na, nashukuru kwa jina, naitwa Leila Banji ni Miss Kinondoni, Miss Tanzania 2023. Ah ni ngumu. Jana tarehe 19 ya mwezi huu wa 4 mwaka 2025, majira asubuhi ya saa mbili, anko alizidiwa akakimbizwa katika hospitali ya Kitengure hapa Tegeta, lakini pofika majira ya saa nne na nusu Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi. Kwa hiyo kama mnavyojua Uncle Hashim alikuwa ni mtu mkubwa hapa Tanzania na hasa ukizingatia katika tasnia ya urembo. Yaani ukitoa football inaofuata ni urembo. Labda ni wape wa Tanzania ratiba. Tunaendelea na maombolezo toka jana 19, leo tarehe 20, kesho 21 siku ya Jumatatu tunamtegemea mwanawe yule mkubwa ambaye atatokea Marekani, ataingia hapa majira ya saa tano asubuhi, ataelekea pamoja na kamati ya Miss Tanzania na familia pale Rugaro kwa ajili ya kuandaa mwili. Hapa nyumbani kutaendelea visomo ambavyo vitaendeshwa na e, mwenyekiti wa jumuiya maridhiano na amani Tanzania Sheikh Dr. Hadi Musa Salum. Ataongoza visomo hapa na mwili utaingia hapa majira ya saa sita na nusu chana, wakati watu watakuwa wameshapata na chakula baada ya hapo itaswaliwa swala tu jeneza, lakini kutakuwa kuna salamu mbalimbali za lambilambi ambazo zitaletwa na wadau na viongozi watakaokuwa wamefika. Kwa hiyo baada ya hapo tutaaga tu kama kawaida, unajua hatuwafungui e, wata wakati jeneza linatoka. Baada ya swala tu watakuwa tunamuaga tu kwa kumpungia mkono basi. Kuanzia saa tisa, saa kumi safari itaanza kuelekea Morogoro Kidatu kwa ajili ya kumpumzisha anko na maziko yatakuwa ni siku ya tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano pale Kidatu mkoani Morogoro na mimi ndio mratibu wa msiba. Okay. Yeah. Asante sana uh, anko, nina imani kipindi hicho kambini alikuwepo sana, unamkumbuka kwa kipi kikubwa hasa enzi hizo walimbwende mkiwanyewe? Ah, yani, unajua alivyokuwepo anko Hashim kina anko Bosco kina Nkoriko, kina Yason, marehemu anko Makoe. Yaani ulikuwa unaisema ni kamati ya Miss Tanzania. Ndio kipindi kile kulikuwa kunasikia Miss Tanzania ndio hiyo. Ni pia wakati wa kambini anko alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuwaelimisha walembo na alipenda kuwasisitiza walembo kufanya vizuri hasa wakati wa kujibu maswali na kuwa na confidence kambini. Lakini ujue, eh, tasnia ya urembo tumepoteza tumepoteza. Yaani ukisema tumepoteza tumepoteza kweli. Hatuwezi kumpata kama yule. Labda warudi kina Nkobosko tena waanze upya. Yeah. Mimi nashukuru. Lakini neno gani ambalo unakumbuka mlizungumza wewe na yeye mwishoni kabisa? Hanko Hashim, mara ya mwisho nilimpigia ni simu nikamuuliza anko, unaendeleaje? Akasema naendelea vizuri, lakini Mungu ananisaidia na nakumbuka, mwezi wa kwanza nilikuja mimi pamoja na dada Oistem ambaye ni barozi wa Geneva Miss Tanzania 1999, yeye uh, tulikuja naye tukamwona anko na tukamsalimia anko. Was very happy alivyotuona, kwa kweli yaani mpaka unapata moyo kuendelea kuwa naye, yaani ucheshi wake. Mimi nachomwombea Mwenyezi Mungu ampe pepo njema. Mpe pepo njema, amjalie kauli thabiti ampe neema kwenye kaburi lake, ampe mwangaza pamoja na wengine waliotangulia mbele za haki, tukiwakumbuka pia wazazi ambao wametangulia na ndugu zetu ambao